Mtazamaji, Rais William Ruto amekariri wa msimamo wake wa kusambaza maendeleo katika kila pembe nchini kama njia moja mojawapo ya kuboresha uchumi wa taifa kwa siku za usoni. Nam, akizungumza kwa Kakamega katika mkutano na viongozi wa mashinani eneo la Magharibi ulioandaliwa katika ikulu ndogo kaunti hiyo, Ruto alisema serikali imeweka jumla ya shilingi bilioni 21 kufanya miradi kadhaa ukanda wa Magharibi, ikiwemo miradi ya nyumba, masoko na makao ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Towa umoja baina ya viongozi ili kufanikisha malengo ya kitaifa kama yalivyokusudiwa katika mkataba wake na hayati Raila Odinga. Haya, na mimi nakuja hapa kila siku sio kwa sababu ya matembezi. Mimi nakuja hapa kwa sababu ya mipango na miradi ya maendeleo because tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mungu alase roho yake mahali pema peponi tulikubaliana na yeye ya kwamba siasa ya zamani ya chuki na ukabila na mambo ya migawanyiko na ubaguzi tufunje na tufungie katika kaburi la sahau. Kama jamii na region, tupunguze toxic politics, tupunguze siasa ya fitina, tupunguze siasa ya kutukanana, tupunguze siasa ya chuki sisi tuko pamoja chini ya Mheshimiwa William. Sasa wale wa kuongea kwa matanga, sijua watakuwa wanaongea nini wale kaongozi